Wizara kwa kushirikiana na ERB na AQRB na wadau wengine imeanza mchakato wa kupitia upya muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yani horizontal promotion, na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Aeza kuta mhandisi analipwa mahera millions of money katika project, alafu fundi sanifu anachechemea. Lakini pale katika utekelezaji wa kazi, mfanyaji haswa wa kazi yenyewe ni yule fundi sanifu. Usipobadilika eh, tutaachwa nyuma. Kwa hiyo tunajipanga tuna katika ile eneo vizuri sana. Kuna miaka iliyopita kidogo, kuna kada fulani ziliambiwa kwamba msipobadilika mtakuwa mta, mta mna kazi miaka inayokuja, na ilitokea hivyo. Sasa hivi wanasema mapilot na madereva kwa miaka inayokuja hawatakuwa na kazi. Utakuwa unaingia kwenye ndege ina pilot, inakupeleka unafika, unaingia kwenye gari inakupeleka unapokwenda, ina dereva. Hawa mafundi sanifu, sisi ni mainjinia, lakini naweza nikasema taifa linawategemea sana sana, ni watu muhimu sana sana. Bila mafundi sanifu hatuwezi kufanya kazi. Nime... kwa nini tunakubali kuwa watumwa wa informality, kwamba kwa sababu ya mazoea ya kufanya kazi kwa kuto kujiregulate basi tumekuwa watumwa. Sasa watu wana graduate hapa ni matechnician level 6 level 7, wana uwezo mkubwa wa kufanya hizo kazi, lakini hawapewi na huko miradi inafanywa katika hali ya uhovyo na iliyoharibika. Sasa how do you build a public building ambayo inatumika kama zahanati, lakini unampa mtu ambaye hana qualifications, na unamnyima yule ambaye umemsomesha bure, elimu bure, umempa cheti, tumekaa naye leo hapa, tumempa sifa zote, lakini lakini hatumpi kazi. Mimi, kwa niaba yao, hawajanituma mheshimiwa waziri katika hili lakini, kwa sababu tunakutana na hizi changamoto katika usimamizi wa miradi, ombi langu mheshimiwa waziri, kwa sisi huku upande wa TAMISEMI tuna wajibu mkubwa wa kuangalia tunafanyaje hili miradi ambayo hakuna mradi mdogo kwa fundi sanifu. Mimi nina zahanati nimeikuta kule uh, msumi mheshimiwa waziri. Mwezi Februari wamepeleka shilingi milioni mia moja na hamsini kujenga jengo moja zahanati na vioo sita. Kweli tunataka kuniambia hapa hakuna fundi sanifu anaweza kusimamia mradi wa milioni mia na hamsini. Fundi sanifu ilianzishwa mwaka 2018 na imetupa manufaa makubwa. Mwaka huu ni maadhimisho ya saba na kwa maendeleo ya tangu jana yamefanikiwa sana jamani, vaibu ya liko wapi wapi? Pigeni makofi kidogo. Yamefanikiwa na kweli, wanavaibu na wanachangamka na ilianzishwa kwa kwa sababu ambazo ni obvious, kwamba mafundi sanifu ni ni subsector fulani, ni ngazi fulani katika katika uhandisi ambayo ina changamoto zake ambazo ni, ni, ni, ni unique. Kwa hiyo haziwezi kujadiliwa katika bahari kubwa, zitabidi zijadiliwe katika forum ambayo ni ya kwao, na kila mwaka tunaona hali yao ikizidi kuboreka. <tune>